Iwapo atachukua uamuzi wa kumwondoa madarakani rais wa Burkina Faso, edha kumkamata kama inavyotajwa kulingana na tuhuma ambazo zinamkabili rais Ibrahim Traore, viongozi wa mataifa tofauti barani Afrika hawatoweza kuwa na kauli moja, edha hawawezi kuwa na kauli moja ya kukemea kile ambacho kinatajwa kwamba ni dhuluma dhidi ya taifa hilo, ikikumbukwa kwamba katika historia barani Afrika rais Muammar Gaddafi ambaye alikuwa na mchango mkubwa barani Afrika na viongozi wote barani Afrika, bua hilo ni kiongozi ambaye alifikia hatua ya kuweza kulipia satelaiti ya mawasiliano ambayo inapelekea mataifa ya bara la Afrika kuwa na uhuru, tuweke kwenye mabano, uhuru wa mawasiliano, ni kufuatia malipo ambayo Rais Gaddafi aliweza kulipia ili bara la Afrika pia liweze kuwa na satellite, angalau ya mawasiliano. Viongozi hao hawakuweza kuwa na kauli moja, hawakuweza kutoa mtazamo wao wakati ambapo muungano wa jeshi la magharibi NATO ulichukua maamuzi ya kuvamia Libya na kupelekea kiongozi huyo kuweza kukamatwa hadi kuuawa, kitendo ambacho kinatajwa kwamba iwapo viongozi hawa wa mataifa magharibi kwa pamoja, licha ya kwamba hadi sasa inaonekana ya kwamba ni Marekani pekee ndio ambayo inaonekana kuwa mwazi kuhusu hali hii ambayo inaendelea nchini Burkina Faso ambapo jenerali huyu mmoja ambaye anayeongoza kikosi cha jeshi la Marekani katika ukanda wa Afrika Magharibi ametajwa kwamba kiongozi huyu wa Burkina Faso anatakiwa kuchukuliwa hatua kutokana na mienendo yake. Ni kitendo ambacho kimetajwa kuwa viongozi wa bara la Afrika iwapo Marekani inaweza kuchukua hatua dhidi ya Rais Traore kama ilivyofanyika nchini Libya, basi hakuna hata kiongozi mmoja barani Afrika anaweza kusimama na kuzungumza dhidi ya kile ambacho kwa sasa bado ni vitisho na tuhuma dhidi ya rais Traore, rais ambaye kwa sasa hana mchango wote wa maendeleo barani Afrika, na ukizingatia kwamba katika taifa lake, katika ardhi ya Burkina Faso, hadi leo hii bado kuna makundi ya kigaidi ambayo mara kwa mara huwa yakiyumbisha usalama katika taifa hilo. Hivyo basi, itakuwa ni vigumu kwa viongozi wa mataifa ya bara la Afrika kuweza kumkingia kifua rais Traore, kwa kuwa hana mchango kama aliyokuwa nao rais Gadafi ambaye viongozi wa mataifa ya bara la Afrika hawakuweza kusimama kidete dhidi ya uvamizi ambao ulipelekea Libya kusambaratika na rais Gadafi kuweza kuuawa. Tathmini hii inatolewa katika mitandao ya kijamii baada ya jenerali wa jeshi la Marekani katika ukanda wa Afrika Magharibi, ambaye anajulikana kwa jina la Michael Langley, alifahamisha katika mkutano wa baraza la Seneti nchini Marekani kuhusu usalama barani Afrika alifahamisha kwamba hali ya usalama inayoendelea katika bara la Afrika na hususan katika ukanda huu wa Afrika Magharibi, nchini Burkina Faso, rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore kwa sasa anaonekana ya kwamba anatumia kinyume kabisa mali ya Burkina Faso kwa kuweza kujinufaisha binafsi. Inatajwa kwamba Rais Traore anatumia dhahabu ya Burkina Faso kuweza kujilindia usalama wake na kusahau kabisa ya kwamba mali ya Burkina Faso ni mali ya raia wote wa Burkina Faso. Hivyo basi, kunatakiwa kuchukuliwa hatua dhidi ya Ibrahim Traore kutokana na kitendo hicho ambacho kinalaaniwa. Kamanda huyo katika mkutano huo ambao uliofanyika katika baraza la Seneti, nchini Marekani, amependekeza vikwazo vya kimataifa dhidi ya Burkina Faso, ikiwa ni pamoja na vikwazo vya kiuchumi vikwazo vya kifedha hivyo moja kwa moja na ushirikiano wa kimataifa, ili rais wa Burkina Faso aweze kubadilisha mtazamo wake na kuweza kuongoza taifa lake chini ya misingi ya kimataifa ambayo inatoa kipaumbele kwa kile ambacho kinatajwa kuwa ni demokrasia, kwa kuwa tangu waingie madarakani, aidha tangu aweze kupindua serikali ambayo iliyokuepo madarakani, aliahidi kwamba kutaandaliwa uchaguzi huru nchini Burkina Faso, lakini inaonekana ya kwamba ni mbali kabisa na mipango yake, ambapo kwa sasa bado anaonyesha kuwa ana kiwi cha kutaka kuendelea kuwa madarakani nchini Burkina Faso. Na vikwazo hivyo, iwapo itaonekana ya kwamba havikuweza kutoa matunda, basi itabidi kuweze kuchukuliwa hatua nyingine ambayo imetajwa kwamba hatua hiyo huenda kiongozi huyo akafikia hatua ya kuweza kukamatwa. Katika mitandao ya kijamii wadau tofauti wanahoji vipi, kiongozi ambaye anaonekana kuwa na upendo kwa taifa lake kiongozi ambaye anaonekana kuwa ni mzalendo, vipi anaweza kukamatwa? Inatajwa kwamba kiongozi huyo anastahili kukamatwa kwa malengo ya kulinda maslahi ya Marekani na maslahi ya kikanda na maslahi ya kimataifa katika eneo hilo, kwa kuwa taifa kama Burkina Faso katika eneo hilo la Afrika Magharibi ni taifa ambalo linahitaji kuwa na ushirikiano wa kimataifa na mataifa ambayo yanapakana na taifa hilo. Jambo lingine ambalo linatajwa katika mitandao ya kijamii inatajwa kwamba kitendo hiki ambacho jenerali huyu wa Marekani kutoa kauli hiyo dhidi ya rais wa Burkina Faso inatajwa kuwa ni hasira ya mataifa ya Magharibi na hususan Ufaransa, baada ya rais Ibrahim Traore pindi ambapo alipopindua serikali na kuwa madarakani aliamuru jeshi la Ufaransa ambalo lilikuwa likipatikana katika ardhi ya Burkina Faso kuweza kuondoka mara moja. Ni kitendo ambacho serikali ya Ufaransa haikuridhishwa nacho, na vile vile utakumbuka kwamba Ufaransa ni mwanachama wa NETO kama Marekani. Hivyo basi, Marekani inaweza kukingia kifua maslahi ya NETO moja kwa moja, eidha maslahi ya Ufaransa kwa njia moja au nyingine huenda ndio sababu ambazo jenerali huyu wa jeshi la Marekani anataka rais wa Burkina Faso awekewe vikwazo ili jeshi la Ufaransa liweze kurejea kwa njia moja au nyingine nchini Burkina Faso, huku mataifa ya Magharibi yakiendelea kujikusanyia mali kutoka nchini humo, kwa kuwa rais Ibrahim Traore ameziwia mataifa ya Magharibi na hususan Ufaransa isiweze kwa mara nyingine kuendelea kuchukua mali za Burkina Faso. Katika mitandao ya kijamii, Rais Traore anapongezwa kwa kuanzisha mfumo mpya wa elimu bure kwa wanafunzi wote wa Burkina Faso, mfumo ambao katika mataifa tofauti barani Afrika wanafunzi wanashinda kuendelea na shule kutokana na ada ambayo inatajwa kwamba ni kubwa na mzigo mkubwa wanafunzi ambao hawana uwezo wa kuweza kulipia masomo yao. Jambo lingine ambalo linatajwa kuwa ni miongoni mwa sababu ambazo kiongozi huyu wa jeshi la Marekani anataka Burkina Faso ikiwe vikwazo ni kitendo cha kuanzishwa viwanda tofauti nchini humo, viwanda ambavyo Burkina Faso imeweza kuanzisha kutokana na ufadhili wa Urusi, Urusi ya taifa ambalo kwa sasa linaonekana kuwa ni asimu mkubwa wa mataifa ya Magharibi. Vilevile vile baada ya kupindua serikali kama imevyotajwa hapo awali, kupindua serikali Ibrahim Traore Aliahidi ya kwamba ataandaa uchaguzi chini ya misingi ya demokrasia, jambo ambalo linaonekana kuwa kwa sasa Ibrahim Traore bado ana kiwi cha kutaka kuendelea kuwa kiongozi wa taifa hilo na kushindwa kuandaa uchaguzi. Baada ya kauli hiyo ya kamanda huyo wa jeshi la Marekani, viongozi wa mataifa ya bara la Afrika katika mitandao ya kijamii wametupiwa lawama kutokana na ukimya wao kuto kukemea kile ambacho kinatajwa kwamba ni dhuluma dhidi ya Burkina Faso na kuingilia uhuru wa Burkina Faso, jambo ambalo ukikumbuka katika historia Rais wa Libya Muammar Gaddafi, taifa lake lilivamiwa hadi kufikia kuuawa kutokana na viongozi wa mataifa ya bara la Afrika kushindwa kuwa na kauli moja dhidi ya jeshi la kujihami la Magharibi NETO, ambalo lilichukua maamuzi ya kuvamia Libya na kupelekea kile ambacho hadi leo bado kinashuhudiwa nchini humo, serikali kushindwa kutekeleza majukumu yake. Kiongozi pekee ni kiongozi wa upinzani kutoka nchini Afrika Kusini, Julius Malema, ndio ambaye tayari amekwisha toa kauli na kuwakemea viongozi tofauti wa bara la Afrika kwa kusalia kimya, kutokana na tuhuma hizi, aidha na vitisho hivi ambavyo vinamkabili rais Ibrahim Traore, na kusema ya kwamba viongozi hawa wanatakiwa kuacha unafiki na kusimama kwa pamoja ili kuonyesha kuunga mkono juhudi za rais Ibrahim Traore katika juhudi zake za kutaka kujikomboa kutoka katika mikono ya wakoloni. Ni jamii sana utamaduni unasemaje kuhusu kile ambacho kinaendelea kati ya Burkina Faso na Marekani kufuatia tuhuma na vitisho hivi kutoka kwa jenerali huyu wa jeshi la Marekani katika ukanda wa Afrika Magharibi?